Mm. Okay, kutokana na umaarufu ambao sasa hivi Mama Shea uh, uko nao. Mm. Uh, watoto wako au familia yako, I mean, ndugu zako hawapati shida yoyote. Shida kivipi labda? Shida kwamba hao oh, Mama Shea labda anajidhalilisha, they want ha, Hawezi kosa kuongea. Hawezi kosa kuongea. Tena nashukuru sana kwa kuniuliza hilo swali. Hawezi kosa kuongea kwa sababu binadamu kuongea si kawaida bwana. Au unasemaje? Mm. Umdomo tumeikiwa kwa sababu gani? Sitoongee. Ndio. Tangu ameanza kuongea, mimi na yaani, binadamu kitaka kumchunguza tena akuumizi kichwa. Unasemwa tangu mimba, yaani uko tumboni wewe, unasemwa mpaka umezaliwa, mpaka sasa hivi. Mimi na matobo hapa, au au na matobo mimi, sijali siwazi, kwa sababu na wazalishaji wao mwenyewe. Si muone hicho chumba, hasa ni wazalishaji. Wakati chumba hakuna kingine. Ni waongea mara ngapi wasaidie familia hawa, watoto makazi ya kuishi? Mbona hamna alonisikiliza? Hamna usikiliza, kila mtu anaangalia familia yake. Au unasemaje bwana? Watawaza ndugu zake, sio kweli? Kwani yeye mwenyewe ajui? Mungu amjalie na ampunguzie marazi, ampe riziki, ampunguzie maadui. Naongea kitu live, mwanangu anamsomesha shemeji yangu mara... shemeji yangu huyu mmoja ndo anamsomeshea mwanangu na shemeji yangu huyu mmoja tu okay. E, kufanya nyumba, ndo anamsomeshea kuipokea familia yote eh, alipoweza kujitahidi kufanya, ndo kafanya kuchukua habari hapa. Yaani hajachukua habari kaja kuangalia tu ana yani kwamba ana sio mwana habari. Ni mdada tu. Mama Shea, mbona mimi nakuonaga mtandaoni nimependeza mama mawigi. Mimi mawigi yale naitwa Mama Shea hapa kuna elfu tano. Njoo bwana nikubondi, unitangaze saluni, si najua? Ananipaka makeup na nivesha wigi, nikivalishwa kama shangiki wa Magomeni. Tangazo likisha anachukua wigi lake na nawa poda na kuja kulala. Umaskini wangu unaendelea. Na ndio maana utakuta ingine ana lolote mnafiki, nimekuwa mnafiki mimi. Hivyo mimi ningekuwa mnafiki ningejitoa mtandaoni na kitu sikinaji wewe, kila ukija unikuta wapi? Kwa maneno ya ndugu yako. Ah, wewe kwanza nakuza mwanahabari mara ngapi nakuja kwangu? Hii mara ya pili kama sikusema. Unanikuta niko wapi? Hapa hapa. Kwani sijaenda nyumba nyingine? Hapa, hapa. Na astaki mtu wote aseme tiko kwenye familia namzalisha tena akome na tena akome, ashike adabu yake. Tena ashike adabu yake. Nimevurugwa, nimechanganyikiwa na maisha yangu sielewi. Lango hilo hapo lilibomoka, lango hilo mfano mdogo. Mbona huo mlango ulibomoka huo mlango. Umekaa mlango siku tatu huo chini. Tunalala tumekapanzia Mungu shahidi. Mariamu, uongo uongo uongo. Nana no, mtoto anaongea, huo mlango tunaeka panzia. Yule pale Mariamu mwanangu anaongea, hakuna mtu alikuja kujenga mlango pale. Bati namchukue sogeaso kwenye kamera. Bati lolote hmm, bovu. Bati lolote lolote, hmm, lolote bovu Asa, Mama Shea wakati, wakati gigi, wakati gigi amekupa ile kodi, kwa nini usingetafuta chumba kingine? Ah, nisikilize sasa, ndio yale yale anarudi nilokwambia mwanzo. Si ndio? Ile era laki na nusu. Sawa nitatafuta chumba ndio. Ile kodi naisha pale mm, ndio maana nikaiongeza nikakwambia nipo kule. Wewe nimekwambiaje mwanzo? Ah, unaambia una umeongezea. Eh, ile pale ni gigi gigi laki na nusu, na nusu. Na mwenyewe nikawasuna laki na ngapi, ndio imekuwa laki mbili na hamsini hamsi ajani, laki mbili na hamsini, mwenye uwanja nikimsikitikia mimi ajaniacha ajani ajani kataa. Kwa hiyo ile ya gigi laki na nusu, na mwenye nikawa naye nikaongeza, nikaenda Vikindu. Hapa ninapokuambia nishabandika kisehemu, inauzwa milioni moja. Nimetoa laki mbili na hamsini. Kwa hiyo ile gigi iko sehemu salama. Sijataka kuilipia tena kodi, ni mwanabwana nani kule, kodi ningetoa hadi sasa hivi na ninaisha shout out sana jimani popote pale ambapo upo, shout out sana Mama Shea na kushukuru sana, sana Mungu sana, kanipa laki na nusu kanipa na mawigi matatu, japokuwa watu wanatiaka mdomo hapo hapo moja kwanza hapo hapo kuna, kuna, Toka haraka sana Ngoja jiongoli kupanda kwenye kichwa. Mama. Nyoko. Nini? Ui, ng'ombe maji wewe. Twende. Okay, nimekutana na story mtandaoni. Ah, uh, kuna story kwamba yale mawigi ni mawigi ambayo yamechakaa yameshatumika, mawigi. Uliona lakini ili... siona, mimi naona. Mm-hmm. Minaona wa, wanasema wa, wa hapo ndaka. Yaani kuna mtu mwingine. Mwengine adinigaata nini huyo mtu? Nilikaa hapa alinipa chochote. Hata stiki ya kuchikonyela kwenye meno alinipa. Kwa nini anatoa mtu mawigi? Anaanza anaanza kumponda kwa sababu gani? Yeye mimi hajanipigia hata kwa sababu si mamashia kuna kibaba cha unga kilo moja. Au ulisikia kanipa? Sijasikia. Kwa hiyo na mamashia baada kumsikia vina huko kumkaushia tu kimi. Nikamkaushia mara pili nikampa. Ni baada ya kumpa na foka povu linamtoka la mdomo kama maremo mtarajiwa. Akawa anasemaje? Anaongea ongea mipovu povu tu kama uchizi uchizi tu. Yupo hadi hajaingia live mbona hujamwona? Mimi sijamuona lakini nimeambiwa tu. Nikaambia achaneni naye huyo. Ajala vidonge mirembe. Nimemwishia ajaenda kuchukua. Sasa namjibu nini? Mimi kwanza superstar namjibu wewe. Kwanza mtu wenyewe atajulikana. Kazaliwa na Kazali nani wala katoka kijiji gani? Mimi ni goma na machokoraa. Machokoraa go babu. Sio shida zangu bana machokoraa. Chokoraa moja wewe. Okay. Mama Shea hmm, ni single mother naweza <laughs> kusema si ndio? Ndio maana yake. Hmm. Kipi kinakupa ugumu kwenye kwenye malezi ya watoto wako? Amalezi watoto na changamoto, sindio? Kama hivyo hapo, mwona pong'ombe maji kampiga mwenzie, anakimbia watoto. Changamoto hivi, watoto saba kitu mchezo? Au miss babao nani? Mimi nishasemaga muda tu, mapenzi go, sio shida zangu. Sasa Mama Shea kama um, sasa hivi Mama Shea bado mrembo una umependeza bado hujazeeka hivyo mm, na unakula unashiba, vyakula vinafanya kazi mwilini <laughs> vipi, hatuna mzee ambaye anaweza, yupo au anaweza akaja, au yupo ambaye ana, ana, ana sukuma, umenielewa? lakini <laughs> wewe na embea <laughs> nitakujibu ikijayo, anajibu leo. Bwana nitakujibu leo, nitakujibu usijali. Mimi sinipo. Kwa hiyo, mshehe, unataka kuniambia kwamba huu mwaka tokeo umeanza uja uja uja uja ujapinduka kupinduka nini? Sasa kasi <laughs> zikuza kikubwa ndio bwana, kama kujibu kijayo Shea, bado namwandama mwandama huyo, na unavyozidi kupendeza eh, wakati wangu nitafanyaje sasa? Nimejiachia moyo wangu, siwazi chochote. Sasa unavyopendeza na mshehe tu, baisha baisha damu, utafanyaje? Utafanyaje? maana yake utafikiria mambo mpaka utachukua nani ujinyonge. Hasa unapopendeza hivi Mama Shea si ndo unavutia watu? Sawa waje tu. Waje tu. Anataka kuja ajipange vipi? Wewe mwanaume. <laughs> Anaweza yakae ka sasa. Anaenda kwenye shughuli napiga misamba. Ataweza. Au naenda naye. Wewe ukubaliane na situation na hali yako. Mm, akubali. Akubali misamba. A, anabeba viatu vangu mimi napiga misamba kwenye shughuli. <laughs> Unambeba, yani unaenda naye. Ndio atakubali hivyo sasa sana umenye hataki hataki shughuli hataki chochote. Asilimia naume wengi k. okay. kipi kilikukera kwenye event ya Nandi juzi? A, um, nashukuru vitu vyote vizuri pale. ulikutana na Kitasa, ulikutana na fiti Kitasa na Mariam, wote wote wote. hey. Hey, wote wote. Mariam pale nilimuona. mm. Mariam pale tulionana tulisalimiana, alafu mimi sasa nikwambie kitu unaona, napoteza kumbukumbu, unajua mm. Mariam ni kwa kimona simjui. mm. Ah, sio kweli, mpaka ananiita pale fiti Kitasa. Mimi Mariam simjui. Acha uongo. Wallahi tena lakini, kwenye kwenye event ya Nandi juzi, alikuepo kwenye kibaukata Kibao kata ndio ndio nimemuona. Ah, nimemwona pale, sikumuona ila wenzangu amemuona, wenzangu ndo wamemuona, nilifuatana na watu wamemuona, wamekuja kuniambia chuko njiani, mama alikuwepo pale Mashea, nikamwambia haya, alikuepo alikuwepo eh, meza za mbele mbele, nikabambie sikumuona, yaani mpaka nimuone ndo nimjue, tena ila juzi nimekutana naye.